Nashukuru sana Dkt Samia Suluhu Hassan, mara zote ambazo amekuwa anakuja Morogoro amekuwa amesisitiza umuhimu wa Morogoro kama mkoa wa kimkakati sana, na mimi nilimhakikishia kwamba sisi wana Morogoro tunatambua dhamira ya serikali yake na tutakwenda sambamba na dhamira hii. Ndugu zangu, naomba nikwambie kwa, kwa tathmini ambayo mimi nimeifanya na watu wote wanajua, Morogoro hatujamwangusha Dr. Samia Suluhu Hassan, Morogoro hatujaiangusha Tanzania, tuko vizuri. ambayo tunapambana nayo Morogoro sasa ni ya kuwa ni kitovu cha biashara. Kwa hiyo nyinyi kisi hiki tumnafanya wakati naisema mwaka jana mwezi wa nane, it was not a tunajenga tamaduni tunajenga culture tunajenga attitude ndani yetu sisi ya kutambua fursa za biashara na kuzikimbilia na kuzikimbilia. Sisi wana Morogoro tuwe wa, wa haraka wa kuchangamkia fursa hizi ambazo tunazipata ambazo serikali yetu imefungulia na inaendelea kufungulia. Ndugu zangu nimefurahi sana kuona wajasiria mali wadogo wakati wakubwa wa saizi mbali mbalimbali. Na kama nilivyosema, lengo la maonyesho haya ni pia kwamba yule mjasiriamali ya mdogo akija hapa atatumia fursa ambayo zitamnyanyua, atakwenda kwa katika nu daraja ya kati itapanda, and then we get new entrants, juu tutapata wale wanaoingia sasa, kama wadogo wau wakubwa, kila mtu anakwenda, tukigraduate mpaka natoka tunafika kwenye malengo hayo makubwa. Walioshiriki na sisi mwaka huu, watuambie ni nini ambacho tungeweza kufanya ikawa maonyesho yangekuwa vizuri zaidi, ni wapi ambao sisi kama organizers, sisi kama waandazi wa maonyesho haya tungeweza kufanya jambo kubwa zaidi, ili na nyinyi mkaona ushiriki wenu umekuwa na manufaa zaidi. Na mimi nakuombea, ninarejea tena, hakuna ushauri mbaya ofisi yetu ambayo ina dhamana na masuala ya uwekezaji na biashara, tutaendelea kukuza sekta binafsi, maendeleo ya sekta binafsi na kukuza shughuli zao kiuchumi, ili waweze kutoka katika hali walioko nayo sasa na kwenda katika hatua nyingine ya kukuza mitaji yao pamoja na kupata faida zaidi katika shughuli wanazo. Mimi napenda kuweka commitment ya ofisi yako kwamba tutaendelea kuweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji kwa wafanyabiashara hawa na wajasiriamali hawa ili waweze kufanya shughuli zao kwa amani na utulivu, lakini waweze kutengeneza vipato vyao na kuweza kutengeneza faida na kuongeza pato la mkoa na taifa kwa ujumla. Endelea kutatua changamoto walizo nazo. Nafahamu kabisa umefika katika mabanda na umebainisha changamoto nyingi walizonazo, sio kwamba hatuzifahamu, tunazifahamu isipokuwa kuna program nyingi ambazo tumezipanga kupitia institution nyingi ambazo zina facilitate wajasiriamali hawa ili kuweza kutatua changamoto zao. Kwa mfano, kuna swala la packaging, kuna swala la TPS bidhaa zao kuwa approved, kupata certification za ubora. Hiyo nalo liko kwenye pipeline, tunalifanyia kazi, lakini kuna swala la kupata mitaji pia tuna jukumu letu kabisa na tumeshaanza mchakato wa kuhakikisha tunawalinki na financial institutions pamoja, hmm, na mifuko mbalimbali ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ambayo inapatikana kupitia wizara, lakini na sisi kama watendaji chini ya wizara ambazo tunazisimamia. Mimi wa mkuu wa mkoa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefikia hapa na bila shaka ni kutokana na nguvu yako na ari yako ya kusukuma mbele swala hili lifanikiwe. Tunapenda kueleza tu kwamba tumetekeleza majukumu ambayo ni ya serikali yetu. Bila shaka, hatuna budi kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu mwanzoni tulisema tunaandaa maonyesho haya kwa kufuata dira ya 2025 lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na mipango mikakati ya nchi yetu, hususan ni mpango wa miaka mitano. Kwa hiyo tunashukuru kwamba haya ulioyaona leo yako sambamba katika yale matazamio ya msingi ya kuandaa maonyesho haya yanaitwa Organization maonyesho haya ya biashara kwa e serikali mikua, ni aonyeshi mzuri ambapo tumeweza kuona wajasiriamali wa mbalimbali na pamoja wa mkoa muu, lakini katika maonyesho haya pia tunaweza kuona bidhaa

katika uboreshaji wa bidhaa, lakini pia imekuwa ni sehemu ya kuweza kuja na taasisi mbalimbali za serikali ambayo zinatoa miongozo mbalimbali kufanya uboreshaji bora wa bidhaa ili kuweza kuzalisha bidhaa